Na hujambo, mpenzi mtazamaji wa Michael Epic TV, na hii ni mara baada ya klabu ya Simba Sports Club eh, kujibu mapigo ya klabu ya Young Africans kwa kuzindua nao pia uh, jezi za uh, kimataifa, ambapo uh, Simba Sports Club wamezindua jezi mbili. Jezi ya kwanza ni jezi ya nyumbani ambayo ni rangi ya nyekundu, lakini uh, jezi ya ugenini rangi ya buluu. Jezi hii ukifuatilia vizuri ni jezi ambayo inafanana na jezi ya inayotumika katika ligi, ikiwa na tofauti ndogondogo, ikiwa mdhamini ndogo akiwa ametolewa mbet, eh, Betway, lakini amewekwa mo kola eh, eh. Lakini pia katika bega la kushoto imewekwa nembo ya CAF Champions League kuashiria kwamba hii ni jezi ambayo inakwenda kutumika eh, katika mechi za kimataifa. Jezi hizi eh, ni jezi kali ikiwa na nembo ya jezi Ruti, lakini pia na daya dora eh, kama ambavyo unaona hapo ya yeah. Hizi ndio jezi mpya ambazo zimetokea. Unazionaje basi jezi hizi na jezi za watani wao Young Africans zipi kali? Na wewe kama mwanasimba na utaki kufananisha vipi jezi yako umeridhika nayo? Kama umeridhika nayo toa comment hapo, na ujaridhika weka comment hapo chini utuambie nini ambacho kinakufurahisha ama kukuzikilisha kuhusu jezi hizi. Bye bye, usao kusubscribe.